Umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanaishi maisha ya kifahari juu juu, lakini nyuma ya pazia hawana chochote? Wakati huo huo, jirani yako wa kawaida ambaye huoni akiposti vitu vya kifahari ana utajiri wa ajabu? Rafiki yangu, huo ndio utajiri wa Millionaire Next Door. Leo nitakufunulia siri sita za kifedha ambazo hazifundishwi shuleni wala hutasikia kwa watu wengi, lakini ndio zinawafanya mamilionea wa kawaida kujenga utajiri wa kudumu. Ukiweza kusikiliza mpaka mwisho hautaangalia tena pesa kwa macho yale yale. katika video hii nitashiriki mambo ambayo nimefanyia research ya kina, tafiti za kifedha, saikolojia ya matumizi na kile ambacho watu tajiri wa kawaida wanafanya kisiri. Hizi si hadithi za mafanikio ya mtandaoni. Hizi ni kanuni za kweli zinazofanya watu wa kawaida kufikia uhuru wa kifedha. Nakumbuka hizi kanuni hazina uhusiano na bahati, ni maamuzi unayofanya kila siku. Lakini kabla hatujaingia kwenye siri ya kwanza, subscribe kwenye channel hii, bonyeza kengele na ucomment, nataka uhuru wa kifedha, ili tuanze safari hii pamoja. Hii si content ya kawaida. Ni blueprint ya maisha mapya ya kifedha. Siri ya kwanza, ishi chini ya kipato chako. Watu wengi huishi maisha ya fake rich, gari la kifahari, simu mpya, fashion ya bei ghali, lakini mkopo umewaweka utumwani. Mamilionia wa kawaida wanajua siri moja: Mapato si kipimo cha utajiri, ni kiasi unachoweza kuweka kando. Mfano Mtu anaingiza milioni tatu kwa mwezi na kutumia milioni 2.8, hana tofauti na mtu maskini. Lakini anaingiza milioni moja na kuweka milioni 0.5 kila mwezi, baada ya miaka kumi yupo mbali sana. Strategy, weka mfumo wa 50-30-20. 50% mahitaji, 30% tamaa, 20%, mahitaji, 30 tamaa, 20 akiba au wekezaji. Siri ya pili Weka uhuru wa kifedha mbele ya heshima ya kijamii. Tatizo kubwa la kizazi chetu ni presha ya social media. Tunataka kuonekana tunaishi maisha ya kifahari ili kupata heshima, lakini ukweli ni huu: heshima ya kijamii mara nyingi ni deni lisiloisha. Mamilionea wa kawaida hawakimbilii heshima ya kijamii, wanakimbilia uhuru wa kifedha, kuwa na muda wao, kuwa na amani ya akili na kutoishi kwa hofu ya madeni. Mfano, mtu anayeonekana wa kawaida anapanga safari zake mwenyewe, ana nyumba bila deni na ana muda wa kukaa na familia yake. Huyo ndiye mshindi halisi. Siri ya tatu: jitegemee kupitia biashara ndogo au ujasiriamali. Ukweli mchungu: mshahara pekee haujengi utajiri. Biashara ndogo ndogo, investments, au kuwa na brand yako binafsi ndizo nguzo za Millionaire Next Door. Mfano, mtu anayeuza online bidhaa ndogo, lakini consistently kila mwezi anaongeza income source nyingine, hadi anapojikuta ana 3 to 4 streams of income. Point, usitegemee employer pekee, jitegemee kwa njia ya ku create value. Siri ya nne: tumia bajeti na mpango madhubuti. Mamilionea wa kawaida wanapenda simplicity. Wana bajeti ya familia, bajeti ya biashara na kila senti imepangiwa kazi. Wengine hufikiri bajeti inabana uhuru, kumbe ni kinyume. Bajeti ndio inafungua uhuru. Mfano, ukijua kiasi kinachoenda chakula, kodi, uwekezaji, huishi bila stress ya pesa imeenda wapi. Siri ya tano: wekeza kwa busara na kwa uendelevu. Siri ya utajiri si kupata pesa, ni kufanya pesa zikufanyie kazi. Mamilionea wa kawaida huchagua uwekezaji salama wa muda mrefu, stocks Mutual funds, real estate au biashara zinazojirudia. Tofauti yao ni hii, hawakimbilii quick money schemes. Wanajua utajiri ni marathon, si mbio shupi. Mfano, mtu anayewekeza kidogo kidogo kwenye soko la hisanu kila mwezi kwa miaka kumi anafika milioni bila drama. Siria sita, nidhamu ni bora kuliko kurithi. Utajiri watu wengi huimini kurithi mali ndiyo njia rahisi ya utajiri lakini bila nidhamu hata urithi mkubwa huisha haraka. Mamilioni wa kawaida hujenga nidhamu ya kifedha: kujizuia na tamaa, kufanya maamuzi ya busara na kuangalia future badala ya leo pekee. Mfano, kijana akirithi milioni mia bila nidhamu, within years hana kitu, lakini mtu mwenye nidhamu atatransform hata mapato madogo kuwa empire. Sasa, Unajua siri sita ambazo hazifundishwi darasani, lakini ndio zinaunda millionaire next door. Sasa ni juu yako kuamua utaishi maisha ya kuonekana tajiri au utaishi maisha ya kuwa tajiri kweli. Comment hapa chini ni ipi kati ya hizi siri sita unataka kuanza nayo leo. Usisahau kusubscribe Fikra Chanya, bonyeza kengele na ushare video hii na mtu mmoja unayemkali. Kwa sababu labda hii ndiyo video itakayomfungulia safari ya uhuru wa kifedha. Kumbuka, utajiri sio bahati, ni maamuzi ya kila siku na safari yako inaanza sasa.